Mekuwa na mjadala wa mawaziri wakuu wa nchi nne, jamhuri ya muungano wa Tanzania ikimwakilisha mheshimiwa rais rahisi, e, mwenyeji wa hapa e, Ivory Coast, lakini pia waziri mkuu wa Guinea, pamoja na waziri mkuu e, wa Kameruni. Mjadala ulikuwa unazungumzia maeneo makubwa matatu, moja ni namna gani nchi zetu za kushirikiana katika kuimarisha e, sekta binafsi kufanya kazi pamoja na sekta ya umma kwa maana ya serikali. E, sisi Tanzania tumeonyesha uzoefu wetu namna ambavyo tunafanya kazi na private sector, namna ambavyo tumeshirikisha private sector katika kufungua milango ya fursa zilizoko katika nchi ili ziweze kutumika na kuleta manufaa katika nchi. Lakini pia serikali inafanya kazi na Private Sector Foundation kwa pamoja na vyama vya wafanyakazi vyama vya waajiri lakini pia chama e, cha watu wa, wa viwanda. Hii ni maeneo ambayo private sector yanajenga mshikamano imara na kuweka maamuzi ya kufanya kazi na serikali katika kufanya kazi zao vizuri. Nimeueleza mkutano kwamba Tanzania ni miongoni e, mwa nchi ambazo zimejikita kufanya kazi na private sector. Tanzania ni nchi ambayo inaendelea kufungua milango kwa private sector kuwekeza ndani ya nchi, na hii tumeweza kuwachukua wenyeji kwa maana ndani wa Tanzania wenyewe ambao pia na wenyewe ni wawekezaji, lakini tumefungua milango kwa wawekezaji kutoka nje ya bara la Afrika na duniani kwa ujumla. Hii inawezesha nchi kuweza kuongeza uwezo wa uchumi wa ndani na kusaidia serikali zilizopo kupata mapato kutokana na E, mchango wa sekta binafsi katika kutoa huduma za jamii kwa wananchi wa ndani ya nchi tumeeleza namna ambavyo e, the African Continent Free Trade Area inavyofanya kazi. Tumewaambia Tanzania ni nchi iliyobahatika kuwa imekaa kimkakati kibiashara. <coughs> Tanzania yenyewe kupitia serikali tumeweza kuimarisha miundombinu e, ya kuwezesha kufanya biashara kwa private sector. Tumeeleza uwepo wa, baha, wa bandari tatu za Dar es Salaam, Tanga na Mtwara na mpango wa kujenga bandari ya Bagamoyo. Tumeeleza ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa. Tumejenga kuunganisha nchi jirani lakini pia tuna, tuna, tuna reli ya Tazara ambayo inaunganisha na Zambia na miundo mbinu ya barabara tunaunganisha na Malawi. Karibu nchi jirani zote zinapata huduma Tanzania. Hii ni, ni mkakati, lakini pia tumeimarisha njia ya anga na barabara. Lengo ni kuwezesha wanaoamua kuwekeza Tanzania wafanye biashara yao kwa urahisi na waweze kupata faida, lakini pia tunaunganisha na nchi kwa mkakati ule wa African Continent Free Trade Area. Sasa tunakwenda kuunganisha mataifa mengine. Tanzania iko kwenye, kwenye jumuia ya Afrika Mashariki, Tanzania iko kwenye jumuiya ya SADC. Haya nchi zote hizi zinaweza kufanya kazi lakini pia, kwa mkakati wa umoja wa nchi za Afrika, na wenyewe unawezesha pia eh, kufanya biashara na tumeweza...